Nicole Berry jina moja ambalo limezua gumzo mitaani na mitandaoni. Mwigizaji, mfanyabiashara na mwana socialite anayejulikana kwa maisha yake ya kifahari na uhusiano wake wenye nguvu sasa yuko mikononi mwa polisi. Shtaka, ulagai wa kifedha. Lakini swali la kweli ni je, hii ni kweli au kuna mchezo mkubwa unaochezwa nyuma ya pazia? Kama humjui Nicole Berry basi, hujui maana ya Instagram flexing. Mwanamke jasiri mwenye miamala mikubwa ya pesa, akiishi maisha ambayo kila mtu alikuwa akiyazungumzia: Gucci, Prada, Benzi, Dubai. Chapa yake ilikuwa kuhusu anasa, lakini sasa, kutoka kuwa juu hadi kuwa mtuhumiwa wa ulaghai Ilikuwaje hadi kufikia hapa? Polisi wanadai kuwa walikuwa wakimfuatilia kwa muda mrefu. Kamanda Muliro mwenyewe alithibitisha kuwa Nicole anachunguzwa kwa madai ya kuwalagai watu kiasi kikubwa cha pesa. Uvumi unasema aliwavutia watu kwenye mikataba ya biashara yenye faida kubwa, lakini wakati wa kulipa ulipofika, pesa zilitoweka na yeye pia. Sasa hapa ndipo mambo yanapovutia. Je, hawa wanaoitwa wahanga ni washirika halali wa biashara waliodanganywa, au walikuwa na tamaa ya kupata faida ya haraka na wakachomeka? Na kama huu ulikuwa ulagai kweli, Nicole alifikiriaje angeweza kuendesha mchezo huu kwa muda mrefu bila kukamatwa? Majina makubwa yamepatwa na kashfa kama hii hapo awali. Unapokuwa na pesa, umaarufu na ushawishi watu huanza kupanga anguko lako. Wengine wanasema hii ni njama, watu hawataki kumwona mwanamke aliyefanikiwa aking'aa. Wengine wanasema kama aliwalagai watu lazima alipe gharama. Lakini tuwe wa kweli, kama Nicole alikuwa akiendesha ulagai, aliwezaje kukaa chini ya rada kwa muda mrefu hivyo? Na kama hana hatia kwa nini polisi wamkamate jina kubwa kama hilo bila ushahidi thabiti? Hivi sasa Nicole Berry bado amefungwa, uchunguzi unaendelea na jiji zima linaangalia. Kama ana hatia, mchezo umeisha. Kazi, maisha, uhusiano, kila kitu kitaungua. Lakini kama ataachiliwa huru, atarudi akiwa na nguvu zaidi kuliko hapo awali, na hii itakuwa sura nyingine tu mitaani. Kwa sasa macho yote yako kwa polisi. Je, wataleta ushahidi halisi au Nicole ataondoka bila kuguswa? Na ukweli utakapojitokeza, je utakuwa tayari kuukabili? Hivi sasa Nicole ama anahesabu siku zake za mwisho kama mwanamke jasiri huru, au anapumzika akijua ataushinda kesi kama mtaalamu? Mitaa inaongea lakini ukweli unasonga kimya kimya. Kama alicheza mchezo mchafu, mchezo umempindukia. Lakini kama hii ni njama basi kuna mtu huko nje anatikisa meza na vichwa vitaanguka. Pesa, umaarufu na nguvu ni furaha na michezo, hadi pingu zinapofunga. Tuone nani atacheka mwisho.